Hii ni Temu TV, bonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video yako kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante sana. Alright bana, we back again leo hii hapa, tuna stori moja ya moto kabisa. Kwa ufupi, nataka umfahamu rapa kutokea Marekani, lakini pia mfanyabiashara ambaye anafahamika kwa jina la Shawn C. Carter almaarufu kama Jay-Z. Ebana huu jamaa ni mwimbaji lakini pia mtengenezaji wa muziki. Na mfanya biashara mkubwa kabisa kutokea Brooklyn, New York, na ni bilionea wa kwanza, rapa wa kwanza ambaye ni bilionea. Huyu jamaa ameweza kuendesha makampuni yake ya mziki kama Rockefeller Records, lakini pia ni miongoni mwa wanamziki wa hip hop ambao wana mafanikio makubwa zaidi, yani kuwai kutokea. Huyu jamaa ndo rapa pekee ambaye ameweza kushika kibunda kirefu sana na kupitia albamu zake ambazo ameweza kuzitoa ambazo zimefanyaga vizuri na kuweka sifa kubwa sana kwenye mziki wa hip hop, ni kama Reasonable Doubt ambayo ilitoka 1996 lakini pia, Blueprint ambayo ilitoka 2001 na The Black Album ambayo ilitoka 2003. Ni miongoni mwa albamu ambazo zilipokea tuzo, lakini pia zilipokea sifa kubwa sana. Ni miongoni mwa wanamuziki wa hip hop wachache ambao wameweza kugeuka kuwa viongozi katika biashara na uwekezaji, lakini pia akiweza kuinvesti kwenye kampuni kubwa kama Tidal, Rock Nation pamoja na Beats Electronics Huyu jamaa ni miongoni mwa watu ambao unaweza kusema unaeza kasema wana bahati ni yani, lucky person ever kutokea kwenye hichi kizazi chetu cha sasa hivi, kwa sababu kwanza ameoa piskali kinoma. Ukiweza kuongelea miongoni mwa wanamuziki wa kike ambao ni bora zaidi duniani lazima mtaje Beyonce, so mrembo huyu ameweza kuolewa na mtu mzima Jay-Z. E bana, amekuwa akishirikiana na Beyonce katika kazi mbalimbali mbali, na miongoni mwa ngoma zao best kabisa ambazo mimi nazikubali ni Drunk in Love, lakini miongoni mwa album ambao walifanya pamoja ni ile ambayo ambayo ilitoka 2018 ambayo inaitwa Everything is Love, miongoni mwa album ambao ilipokelewa vizuri na amekuwa Jay Z kama Jay Z miongoni mwa watu ambao wanakubalika sana Marekani, kwa sababu ya kutetea haki za watu weusi, ikiwemo kushiriki katika hoja za kisiasa na kijamii. Kingine, huyu jamaa bana, ametumiwa kama mfano wa watu weusi katika ulimwengu wa mziki pamoja na biashara. Ukimzungumzia Jay Z hov unaongelea watu ambao ni anaza level kwenye upande wa muziki lakini pia kwenye upande wa biashara au sio, bwana? Huyu jamaa amekuwa akishirikiana na wasanii mbalimbali wakubwa wa, mbali mbali wa, wa hip hop, lakini pia wengine ambao sio wa hip hop, kama vile kina Kanye West, Rihanna, Nas, DJ Kali, Lil Wayne na wengine wengi sana. By the way, albamu yake ambayo ilitoka 2017 ya Triple Four ilipokea sifa kubwa sana kwenye upande wa jamii, lakini pia kisiasa, na mpaka this time huyu jamaa anashikilia rekodi ya kwamba Jay-Z ni miongoni mwa wasanii ambao wameshinda tuzo nyingi sana za mziki zaidi ya tuzo mia moja. Na hapa ni kwa ufupi tu tuzo ambazo ameweza kushinda: ana Grammy zaidi ya 23, ana Billboard Awards zaidi ya 22 ana tuzo za NAACP 19 ana MTV Video Music Awards 18 BT Award tuzo 17 American Music Award tuzo 6 na Rock and Hall of Fame tuzo moja 2021. So Jay-Z pia ameshinda tuzo mbalimbali katika michezo kwa kuburudisha, lakini pia kwenye upande wa biashara, uchumi na tasnia nzima ya biashara kwa ujumla. Huyu jamaa anaidhinishwa kuwa miongoni mwa wasanii wa mziki wa hiphop ambao wameshinda tuzo nyingi zaidi katika historia ya mziki na mafanikio hayo yanaonekana kuwa mmoja wa wanamuziki ambao wana athari kubwa sana kutokana na kazi zake za muziki ambazo wanafanya. Kuna kipindi ilitokea challenge hapa katikati, watu wanasema utachagua nini kati ya kwenda kupata dina na Jay Z ama kupewa dola laki tano? By the way, hili swali lilifikia mwenyewe na jamaa wanasema, ukipewa offer anakushauri uchukue hiyo dola laki tano kwa sababu <laughs> hiyo dola laki tano aweza kufanya ukaenda kunua mziki wake albamu zake zote, na ukisikiliza mziki yake ina maana kwamba kuna vitu ambavyo utavipata, so maisha yako watakuwa ya ya ni bora kuliko kuenda kukutana naye alafu usipate kibunda kwa upande wako. Wewe ungechagua nini kati ya hivyo viwili? kati ya dola laki tano ama kukutana na Jay Z jiga face to face? E banaye, hivi ndo ambavyo imekuwa kungala. Like kwenye video sau kusubscribe. Nimekusogeza kwa ufupi sana kuhusiana na Jay Z. Ni rapa pekee ambaye anaandika hizi historia zote na nyingine nyingi bila kutumia kalamu, yaani yeye akiingia busi basi anatema flow na vitu kama hivyo. Kwa ujumla, Jay Z ni mmojawapo ya wanamziki wa hiphop ambao wanaongoza na ambaye amefanikiwa kupitia mziki na biashara. Kama unabisha, niambie ni msanii gani mwingine ambao unasema kwamba amefikia level ya Jay Z hapo chini bila kwenye comment section, utakuwa umeweza kutisha kinoma noma. Go by the name Stefano TM, till next time, bye bye, ciao, peace and love. Hii ni Temu TV, bonyeza alama ya subscribe ile ilioko chini ya video yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante sana.